Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mpezi mtazamaji, natumayo mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho cha pewa asubuhi ndani ya kitengo afya na ustawi. Alhamdulillah, siku ya leo tupo naye mgeni wetu ambaye tumempeza muda mwingi sana. Siku nyingi hatujakuwa naye ndani ya studio zetu, na mgeni wetu leo si mwingine bali ni Shazmin, na insha Allah amekuja na mada nzuri sana na mada hii inahusiana na afya ya akili ambao tunasema ni mental health, lakini tunataka kuangalia mental health in islamic perspective: ni jinsi gani sisi kama Waislamu tutachunga afya zetu za akili, kwa sababu mwisho wa siku tunapitia mengi. Utakuta mtu anakuambia kuwa na subra, lakini ni jinsi gani unafaa kuwa na hii subra hii? Je, unafaa kukaa bila kufanya chochote wakati unaumia una ama kuna kitu unafaa kufanya ili kuhakikisha kwamba unatoka katika ile hali ambayo labda ilikuwa inakusumbua, labda ulikuwa na depression ama ni anxiety ama ni kitu ambacho kinakudhuru afya yako ya akili. Na inshallah mpenzi mtazamaji, tukirudi kwake, tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi ambayo ameweza kutandalia siku ya leo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana Shaz. Shukran. Alhamdulillah, ni muda tumekupeza tume sana <laughs> lakini ni furaha sana tena kukuona umefika katika studio zetu kutupa mawili matatu, kutuelimisha hapa na pale. Alhamdulillah. mm. Nimefurahi pia kurudi. mm. Yeah, tuweze kuongea kuhusu afya ya akili. mm. mm. Yeah. Nam na kabla hatujaelekea katika kitengo hiki ama katika mada hii, mm. tungependa ujiregelee ujielezewe, ni nani, kwa sababu ni muda mwingi hujakuwa na, huenda kuna watemaz, watazamaji wapya kwa mradhi, ambao wapo katika chaneli hii na wangependa sana kufahamu huyu Shaz ni nani? nam mm. kwa majina, mimi ni Shazmin Kasam mm. na mimi ni mwanasaikolojia na pia ni kansa educator mm. yani, mimi hufunza kuhusu saratani huelimisha mm. kuhusu saratani ni nini, vipi mtu ataepukana nayo na treatment yake ni vipi? hmm. katika psikolojia mimi ni kansela na pia ni psychoeducator, yani Isha. Wanafundisha kuhusu mambo ya mental health mashaallah. Ni furaha sana kuwa naye kijana hasa, so tunapofurahia ni kuona vijana wenzetu wakiendelea mbele wakiwa ni si lazima uone useme, si unaita mzee au anashughulikia na kitu fulani. Ukipata kijana mwenzako, inakuwa rahisi na ileta ule utulivu zaidi, kwa sababu huenda ule kijana atakuwa free kuongea na kijana mwenzake. Naam, tukiendelea katika mada yetu, uh, unawaza nini kuhusiana na afya ya akili upande, tukija upande wa Uislamu unasemaje? Kwa sababu tumeangazia huu upande mwingine sana, tukiangalia tunaangalia tu generally mm -hmm. lakini hatujajua islamic perspective inasemaje kuhusiana na mental health. Islam yenyewe islam as it is, kwa maana peace. Na ukiangalia katika sekta ya afya ya akili, watu wengi ukiwauliza, wanatafuta nini, watakwambia i'm looking for inner peace, tunarudi pale pale kwa Islam, mm. Peace. So, uh, mara nyingi watu natenga hizi mambo haya uh, mambo mawili tunayatenga dini na mental health. Mm. Tukisema hii e mambo ya mental health haikuwa labda kitambo ama nini, lakini ilikuwa the only difference ni ilikuwa inatajwa kwa vingine mm. Matamshi ni mengine mm. Sasa ile scientific research ilipokuja inakuja inatoa funzo fulani inakuja inaipatia jina ingine mm -hmm. Sasa kwa mfano ukiangalia katika dini tunaambiwa, innamal amal binniyat, kila unachokifanya unakifanya kwa nia. Na ukiangalia katika pande ya mental health, kuna kitu tunaita mindfulness. Na mindfulness, the first step ni intention ambayo maana yake ni nia. Na sisi kama Uislamu hatujaambiwa tufuate kila kitu kwa nia, tumeambiwa wanapata so, zipo mambo katika mental health scientifically yenye inakubaliana na ile lifestyle ya Uislamu mm. kwa hivyo mimi kama Shazmin nimekuja kuona kuna mambo mengi katika Islamic practices ambayo inaingiliana na zile vitu ambazo tunaambia watu wafanye mm. katika mental health. Mashallah, mashallah. Na tukiangalia uh, ni jinsi gani mtu anaweza kuwa na ile balance mpaka kufikia ile kwamba mimi ndio niko na mtihani ambao unapitia, lakini mtihani huu siwezi jua mimi nita, n, n, nitaweza kuepuka vipi kwa mm, sababu kila mtihani inayokuja lazima itakuwa na effect kwa mind zetu ama imani physically ama ni emotionally. Sasa tutaweza vipi kuweka balance baina ya hivi vitu viwili ili kuja kuhakikisha kwamba pia ina, inafanya afya yetu ya akili inakuwa na uimara. Naam. Mm. So tukiangalia afya ya akili tunaenda moja kwa moja kufikiria kuwa yani, ni the mental part only kiakili peke yake. mm -hmm. Lakini mental health iko na pila nyingi mm -hmm. Iko na pila ya physical pila ambayo ni mwili wetu. mm -hmm. Badan. mm -hmm. Iko na pila ya spiritual pila ambao tunakuja sasa kwa imani ya mtu mm -hmm. iko na pila ya cognitive, akili ina make decision vipi. Iko na pila ya social mm -hmm. unatangamana una vipi na watu, alafu tena iko na pila ya emotions, una regulate vipi feelings zako na. so ukija ukiangalia hizi zote vile una balance, utapata bado ile dini iko hapo. So kubalance, inakuwa unaangalia, Are you taking care of your body, your soul, your your mind your spirit, and also mm -hmm. the people around you. Mm -hmm. kama tunaambiwa katika releshon ya mtu, relation of a man, mm -hmm. of a human being, mm -hmm. unaangalia releshon yako na muumba wako Alla kwanza mm -hmm. kisha releshon yako na watu mm -hmm. ambao wamekusaraund mm -hmm. social kisha mm -hmm. releshon yako na wewe mwenyewe mm -hmm. Katika siku kuna mambo mengi ambayo tunatamka, lakini pia zaidi ya tunayoyatamka yanatamkwa hapa akilini na hayatoki kinywani. mm -hmm. you mm -hmm. unasema nini kwa nafsi yako? Unaongelea vipi nafsi yako? Unajiongelea vipi wewe? Mm -hmm. wewe kwa wewe mm -hmm. ukikaa mm -hmm. so, unapata ku balance unafaa kuangalia hizi zote na iko katika ile ya kuwa Usifanye kitu ambao usimfanyie yani, mm. Mtu tunarudi pale pale, na hiyo ni teaching ya Kiislamu mm. Tunarudi pale pale ya kuwa mm. soul yako, mind yako, body yako mm. spirit yako ndio mm. uweze sasa kuto ndio uweze sasa pia kuwa good now in other sectors pia, mm-hmm. Unaambia mtu unapoomba, unapofanya ibada, na bado kuna watu wanalia kwa sababu yako, ni kama unafaa yaani Waombe msamaha wale watu mm. Hata ukienda Hajj mm. naambia, omba msamaha kwa wale ambao umewakosea. mm. so it's all about balancing hizi mm. sekta zote mm. wezi kusema utaangalia one part only na hizi zingine zote ziko sheki. Ndio, ndio, hakika. Kwa sababu um, ni wengi ambao wanapitia mengi huku nje, na tukiangalia swala lingine ni kwamba umeongelea kuhusiana na hiyo balancing vitu, okay. Hiyo lazima ubalance swali yako kama ubalance time yako na mola wako na kila kitu, lakini ufikia mahali mtu akahisi uzito wa nafsi hmm. Nafsi imechoka na hisi sasa, pale nimefikia nadhani, kuna, kuna muda nimevumilia kiasi hmm. ya kwamba naona nimefika kingi, hata kama utakuta watu wanakwambia like ushaipitia, labda kama ni social media, wanakuambia kwamba ukiona mitihani mizizi zaidi, jua karibu kufikia ile safari hmm. lakini wewe unaona ni kama hiyo mitihani imeanzia way back, ndio unajaribu kutoka katika ile situation, lakini unaona hai ni kama haikuruhusu utoke. Jinsi gani mtu anaweza amiliana na hali? Kwa sababu tukiangalia inamuaffect mwenyewe, ina muaffect mental health yake pakubwa zaidi, inamwondoa pia karibu na muumba wake na. inamfanya nimepitia nime katika post nyingine ya ya ya Mhm, yeye mm -hmm. Pia nadhani mwanasaikolojia yeye anasema ya kwamba ufikia mahali maumivu yakizidi zaidi, hiyo ndio itadetermine mtu atakuwa vipi katika maisha yake, ndio ima idetermine huyu mtu katika maisha yake atakuwa na karibu na Mungu, ndio atakuwa mbali na Mungu, atakuwa mtu mbaya ama atakuwa mtu mzuri. Sasa ni jinsi gani tunaweza jitahidi sisi kama binadamu tuweze kuweka nafsi zetu ziwe na ule uimara wa kutotoka katika njia ya, ya Mwenyezi Mungu. Naam. Mm. Sasa tuanze kwa prevention mwanzo, mm, na nini haswa inaweza kufanya mtu abadilike kuwa eidha awe mzuri zaidi au awe na uchungu na aumize watu zaidi, Deo. katika saikolojia tuko na projection mwanzo. Projection, mm, ni kwamba nina uchungu na kitu fulani lakini uchungu ule ambao unatokana unatoka na kitu fulani nina ignore, kwa sababu gani? mimi siamini kuwa nafaa kusikiza zile hisia zangu. mm hiyo -hmm. Ni mambo yani, hayo si mambo yetu, ndio. So when you are ignoring that feeling, umeignore umeignore, lakini ya kuuma inakuumiza sasa, mimi nakuja hapa niko na Haifa namtolea ule ukali, mm -hmm. Namtolea ule ukali machungu ambao nimepitia. mm -hmm. Namtolea yeye ndio maana, mm -hmm. tunasema kuna watu wakipatikana na ile anxiety nyingi, depression nyingi, a lot of pain, hurt, kila kitu and you are not able to regulate it, unakuja sasa ile pain yote unamrushia mtu mwingine. mm -hmm. Lakini kwa upande mwingine tuko na wale ambao wakishajua this is the heart, this is the pain. hii ndio hisia yangu, unaisikiza ile hisia yako, unaongea na hisia yako vile tu unavyojiongelesha. Ndiyo, unaongea na hisia yako, unapata kujua hisia hii inaniambia nini, mbona na feel hivi? No. ni mtu amenikosea? Amenikosea vipi? What can I change about it? ukiongea na ile hisia yako ukisikiza hisia yako how we ignore You're not ignoring it. You are dealing with it. So, nikija nikipatana na wewe acha tukikwa ruzana, mm -hmm. Nitaweza kuelewa pia vile wewe unahisi, mm -hmm. Wanasema, a person who dismisses his feelings. Mtu ambaye hathamini hisia zake hawezi kuthamini yako, maanake mm -hmm. hujui kudili na zako Nde. mtu mwingine akikubagia yake inakuwa like mm. a projection. mm. So first step katika prevention, ni every time zile hisia zikija, every time ile hati kija ile maumivu, pain, tunaongelea maumivu ya hisia mm. Unakaa unaisikiza, una deal nayo, hata ukisikia kulia unalia, it doesn't make you weak. Haikufanyi uwe hati dhaifu mm. kulia hata mitume walilia hata masahaba walilia. Yani, it doesn't make you weak, you face it head on. Na one way of facing it, kuongea na nafsi yako. Namba ya pili, unaongea na mtu ambaye unamtrust mm. mtu ambaye unajua ukimwambia kuhusu hisia yako atakuvalidate it can either be a loved one, ama inaweza kuwa professional counselor professional counselor ama inaweza kuwa mentor wako, inaweza kuwa role model wako, anaweza kuwa mtu yeyote yule ambao unamwamini yeah. So, talking about it, kuongelea hata unaweza kuongea kwa mswala sometimes. Si lazima upate ile jawabu kutoka kwa mtu, ile kuongea tu, kuitoa, kuandika sasa unaweza kukata kwa msala wako, hakuna mtu anakujibu on the other end. Yes, jawabu labda utaipata baadaye, lakini ile kuitoa inakuwa inakuacha na like lightness, ile inakuwa ni kama umetoa burden kwa moyo wako. mm -hmm, kuiongelea. mm -hmm. Yeah. So alafu tukuja sasa kwa hiyo ni preventing, maanake ikipile up, ikipile up, unaambia when you keep on bottling up emotions, zitakuja zina erupt, they are going to erupt na ita, itafika point where huwezi kuzicontrol tena, maanake zinakuwa they grow au aitaanza ndogo hivi, we ignore na ibaki hivyo ndogo mm -hmm. itapile up hapahapa. Juzi nimefanywa hivi, jana, ile siku ile siku, naunapata mtu hata unaweza fanywa kitu kidogo, lakini ukawa na hasira mwingi, hujui hasira imetoka wapi. Ndio questioning myself, mbona mimi siku hizi ni mtu wa aina hii? Mbona mm -hmm, sina subra na watu? mm -hmm, umebottle up mambo mengi, a lot of feelings umeziweka. Sasa ukichokozwa tu hivi, kitu kingine ni kwamba How do Islamic teachings encourage believers to maintain inner peace and mental stability? Uh, Islamic teachings, mwanzo ni anze na the basics, the mm. foundation of Islam mm. foundation of Islam tuko na shahada mm. sala mm. zaka mm. saum mm. haj mm. tukija kwa shahada when you are uh, yani uko pale. Tukija kwa shahada when you are accepting that there is no god except Allah hmm. You, unakuwa katika ile space ya murakaba yani unakuwa like Allah is the controller of my life, Allah is at the center he sees everything, so unakuwa ile like there is a witness to my life So mambo mengi ambayo tunafanya katika dunia when you know that you have a witness to your life, ndio maana in uh, the corporate world we have accountability partners somebody who's going to hold you accountable mm. And ukiwa na okay, accountability partner, unajipata, kuna mambo mengi unafanya na unarudi na unasema nimefanya hivi na hivi na hivi hapa nimefanya makosa, nitajirekebisha vipi? and if we take Allah also as our accountability partner utaweza ukiwa unafanya 1 2 3 unajua unarudi wapi, so na katika saikolojia sasa nazilinganisha, m mm, katika saikolojia tuko na what we call like uh, progress tracking ukiwa umefika point and you feel like you're stuck in your life what uh, you do is kuna life audit. Life audit unaangalia vipengele ya life yako kama kuna kipengele ya health, family, career, studies, how satisfied are you with each and every one of them, na unataka kubadilisha nini katika each and every sector. Manake ukisema maybe, uko frustrated, ni nini inakufrustrate? Mm. Wapi haswa? Mm. Ni familia inakufrustrate? Ni masomo inakufrustrate? Ni nini, ni finance? Kipi haswa katika hicho unaweza kubadilisha, maanake tuko na vitu ambazo ziko kwa kontrol yetu na vitu ambazo haziko kwa kontrol yetu. Du, du, tunakuja hapo hapo. Katika hiyo shahada iko na nini ndani yake? Tawakul mm. So what I cannot control, I hand it over to Allah. Allah. What I can control naangalia ni vipi nitafanya. Then you come back to accountability umefanya and inakupeleka vipi, mm -hmm. mm. That is How that is the first day, then tunakuja kwa i said uh, shahada swala mm -hmm. Swala ni prayer ndio. And uh, when you praying praying, sasa inasaidia mambo mengi, praying inasaidia na what we call grounding. Grounding in psychology ni ile unajiweka in the presence na una feel exactly what is happening around you And when you're praying ukiwa katika ile hali ya sujud pia unakuja back to grounding, where when you're in state of sujud, kama umeona sana kuna ile much peace mm, in that state mm. There is blood flow to the head mm, by the way, in that position kuna a lot of blood flow in the, in the head, so ukiona katika hizi practices zingine za meditation and yoga mm kuna the child pose that imitates the sujud mm -hmm. And in that child pose, that blood flow inasaidia pia katika renewing renewing of of blood cells mm -hmm. Renewing of brain cells, brain i mean renewal of brain cells, inasaidia nini? Inasaidia na brain fatigue. Brain fatigue, unaweza fika ile point whereby you cannot think about some things kwa sababu umechoka kufikiria So renewal of the brain cells, imagine it, it happens just by accelerating the blood flow to the mm -hmm, brain mm -hmm. na sisi uislamu alhamdulillah we can do that mm -hmm. easily through sujud mm -hmm. then salah pia inasaidia na nini? punctuality one thing about mental health and ukiangalia katika upande wa depression one of the challenges is keeping a routine

Katika psychology tuko na part of grounding kuna ile uh, psychosensory techniques mm -hmm. psycho ya akili mm -hmm. sensory ya senses mm -hmm. na one of the senses ni touch mm -hmm. So kuna ile point of extreme anxiety, mtu akiona anxiety sana, unaambiwa like either Uh, shike kitu moto au kitu baridi, na sana sana ua maji inakuwa poured kwa mikono, kichwa, miguu, mm, and mm, that is what we do five times a day time ya yeah, we'll wudhu inshallah yeah. Alhamdulillah, so then tukija katika zaka, zaka, mm, zaka inatufundisha nini? Mm, holding space for people And holding space haimaanishi mm -hmm. uwe na kitu ya kupeana, ndio peane. Maanake katika zaka unaambia ile nia pia na hauna ina inakuwa counted like sadaka, you've done it. Charity, you've done it ukiwa na ile nia na hauna uwezo. That's one point. Another thing is the more you give, the more you have that gratitude. It builds gratitude. You are thankful because you see that you are able to help somebody Maybe wewe pia kuna point of time ulisaidiwa, inaleta ile baraka na one point ya baraka itaingia kwa, kwa life yako through zakah ni ile gratitude, kushukuru nacho, to the extent whereby what I have I have to give back to the society. I have to give back to the people. That gratitude itself. Mm-hmm. And what do we have in psychology? Gratitude journaling. So unapata mtu anakwambia, can you name what you feel grateful about? hata kukiwa na migogoro katika marriage, mm. katika marital counseling nitaambia, mm. the wife, what are you grateful about, mm. kwa husband wako husband, mm. what are you grateful about to your wife. It is one huge step, gratitude is one huge step. Mashallah, then kabla tuendelee, <laughs> acha chukua pumziko, tukirudi tutaweza kuendelea na awamu ya pili, ili tuweze kufahamu mengi ambao ameweza kutuandalia. Shukran sana. Shukran. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Shazmin ndani ya studio zetu za Mahdi TV, naamini unazidi kufaidika na yeye kuhusiana na mental health upande wa islamic perspective na kuna vitu ambavyo ameweza kuelezea vinaweza pia kuelevate imani yako, kukujalia we ukawa na ile state ya kwamba aha. Kwa hivyo kama mimi nikifikiria outside the box, hii kitu inaendana sawia na dini. Nadhani umeona akifanya ile comparison ya kwamba upande wa hii kawaida wakiwa katika hospitali ama wakiwa wanafanya counseling, kuna vitu ambavyo vinatokea ambavyo katika dini ya Uislamu vipo. Na inshallah, mpenzi mtazamaji, acha chukua mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi.